Halo, habari zenu. This is Madam Sheila kutoka Blessed Organic Farm. Leo vifaranga wetu wana na wiki mbili na siku kama nne hivi. Siku tatu, sorry. Wana wiki mbili na siku tatu. Wanaendelea vizuri na hao mnaoona wana rangi rangi tofauti kidogo ni wale ambao nilichanganyiwa. Yeah, sofa, so good, ya sofa o, wanaendelea vizuri, wamechangamka. Kuna ambao ukiwaangalia wameanza kuota manyoya yale ya brown. Kwa hiyo Mungu ni mwema jamani. Na haya maji mnayoona hapa ya yana tangawizi, kitunguu saumu na manjano, inawakinga na magonjwa mengi sana, yani karibu magonjwa yote tunayakinga kupitia haya maji. Kwa hiyo vifaranga wetu wanaendelea vizuri, sijawashia moto hapo, sijawekea moto. Nitaongezea moto baadaye, naona chungu chao kina moto kabisa. Na hawa ni wale ambao ni koila pamoja na kienyeji, nao wanaendelea vizuri, nao wanatumia maji hayo hayo ya um, tangawizi, kitunguu saumu na manjano nao pia wanaendelea vizuri, sio mbaya. Mungu ni mwaminifu ya, ya. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Kwa kenda na manjano na, na kitungu saumu na tangawizi ina prevent mambo mengi sana, inazuia magonjwa haya ya virus. Kama sasa hivi tunajua hali ya hewa sio nzuri, kwa hiyo mvua zinanyesha, kuna magonjwa haya ya, ya mafua raza hizi inazuia, pia inazuia magonjwa ya respiratory diseases, ya mfumo wa upumuaji, inakinga na kuimarisha kinga ayo ya, ya mwili. Inaimarisha kinga ya mwili, inawakinga na magonjwa haya ya kama gomboro, kideri, coccidiosis. Inawasaidia wanapata joto, kama sahivi kuna baridi tangawizi yao inakuwa vizuri, ukuaji wao kwa ujumla, mfumo wao mzima wa wow, ukuaji, upumuaji, ulaji, kila kitu kinakuwa vizuri. Kwa hiyo mimi nimechanganya hapo na pia na wazuia mafua, nazuia pia na mafua, kwa sababu hali ya hewa ni kabovu kweli, kwa hiyo nazuia mafua, lakini Mungu mwenye mwaminifu kama tunavyoona wanaendelea vizuri, kwa hiyo Mungu ni mwema. Na vifo vifo nilipata vifo sita, na hivyo vifo sita vitano vilikuwa ni vitovu vitovu vilikuwa viko nje, yaani vilikuwa havijakaa vizuri. Na kimoja kiukweli, sikujua kilisababishwa na nini, nilikuta tu kimoja kinakufa Kikaguwa, buchaki, siku. Siku ilia, na nilivyokikagua kitovu chake kilikuwa kimekauka, kwa hiyo siku sikuelewa kilipata shida gani. Na vifo nilivipata kuanzia siku ya pili, kama sikosea, nilianza kupata vifo siku ya pili, walikufa wawili, siku ya tatu wakafa mmoja, siku ya inayofuata wakafa kama sio watatu, walikufa nao wawili, ya siku inayofuata wakamalizikia, kwa hiyo hilo ndio lililotokea, lakini so far so good. Mungu ni mwaminifu, vifaranga wetu kama waliobaki wanaendelea vizuri. Mungu ni mwema sana sana. ya kwa hiyo, kama una- unapenda kutumia tiba za asili na kusi, yani usitumie kwa mfano ukatumia labda tangawizi ukawapa siku mbili, ukaacha ukaacha labda ukakaa labda hata siku tano ujawapa chochote. Hapana, tiba ya asili inatakiwa iwe ina- inafanywa mara kwa mara, yani mara kwa mara. Huo unahakikisha unawapa tiba za asili, wiki hii siku tano unawapa hichi, unapumzika siku mbili Unawafati kingine, unapumzika. Unajua vitu viko vingi vya kuwapa vifaranga wetu na kuku wetu vya asili, viko vingi sana, vingi sana sana. Kwa hiyo ni wewe tu unaangalia like, kitu gani kwako kinapatikana kwa urahisi. Na uzuri wa tiba za asili ni kwamba hata ukiwapa kila siku vifaranga wako, yani hata ukijisikia kuwapa tangawizi kila siku, haina madhara kwao. Yaani, hiyo ndio raha ya tiba ya asili ni kwamba haina madhara, bali inawapa faida kuku wako au mifaranga wako. Ni tofauti na madawa haya ya manmade haya ya madukani, unakuta ukiwapa kila mara kwa mara, unashangaa kuku au hata binadamu anakuwa ile dawa haisikii tena ugonjwa kwake. Ndio maana kuna mtu anaweza akwambia, eh, yani mimi nimeza paracetamol hata sponi kitu mpaka nimeze pana. Kwa hiyo yani ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo madawa ya asili ni mazuri sana, yanapunguza kosti. I'm very sure ningekuwa natumia dawa za dukani mpaka sasa kuendesha hawa vifaranga na wengine ndio wana siku mbili, wako kule ndani, ingekuwa ni kamunjozo yani ingekuwa ni kamzozi, lakini kwa vile natumia dawa za asili mpaka sasa hivi sizani hata kwa sababu nilichukua kilo kilo tangawizi kilo manjano kilo kitunguu saumu kilo mpaka sasa hivi hazijaisha. Yani hizo kilo kilo kilo zangu hazijaisha, yaani na hapo nawapaga na, na wakuku wakubwa wale wa layers nawapaga pia, lakini havijaisha imagine huku hawa wana wiki mbili na hawa huku wana wiki ingawa, kiukweli nilinunua hawa wakiwa, yani nilinunua nilipowaleta hawa kwa hiyo, kwa, kwa wiki moja vile vitu wabigoisha, na ninawapa kuku wangu wote wakubwa na wadogo, na kama mnavyoona, wanaendelea vizuri. Mungu ni mwema. Kwa hiyo kama unaweza kutumia njia za asili, mimi kushauri utumie, lakini uwe wewe unafanya consistency, yani wewe unafanya ni kitu cha kujirudia mara kwa mara, so unawapa leo, unapumzika hata wiki, ndio uwape tena? Hapana, hakikisha wiki haipiti kuja wapa wako dawa walau kwa siku tatu au tano. ya yeah, ndo hayo tu. Wapenda katika Bwana, karibuni sana jamani, msisahau kusubscribe like, na kukomment. Like yako ni muhimu sana kwenye video yangu kwa sababu uki like, ina hii video ina YouTube wana ipo uwezo wa kuwafikia wafugaji wengine wakubwa na wadogo zaidi. Kwa hiyo usisahau kulike, kusubscribe. Jamani wapendwa, kama mnapenda kunisupport, usisahau kusubscribe na kama una swali usisite kuniuliza kwenye comment section down below. ya Mungu awatangulie kwenye video yenu wenu, na wapenda sana, bye bye.